Nchi ya Marekani inashika nafasi ya pili duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wanaozungumza Kihispania, ikiwa na zaidi ya watu milioni 57 wanaozungumza lugha hiyo. Hii inafanya nchi hiyo kuwa nyuma ya Mexico yenye takriban wazungumzaji milioni 130. Ripoti kamili itwayo Kihispania lugha hai mwaka 2024 kutoka kwa Profesa David Fernandez wa chuo kikuu cha Alakala iliyochapishwa na Instituto Cervantes inatoa uchambuzi wa kina kuhusu jamii inayokuwa na wazungumzaji wa Kihispania nchini Marekani na duniani kote. Utafiti huo pia ulionyesha kwamba zaidi ya watu milioni mia sita sasa wanawasiliana kwa Kihispania huku kukiwa na ongezeko la masomo ya Kihispania barani Ulaya sambamba na kupungua kwa usajili wa wanafunzi katika elimu ya juu nchini Marekani. Makisio ya kijiografia yanaonyesha kuwa kilele cha wazungumzaji Kihispania kinatarajiwa kufikia takriban milioni mia sita na themanini mbili mwaka elfu mbili na sitini na sita kabla ya kushuka polepole. Taarifa hii inaonyesha umuhimu wa Kihispania kama lugha ya kimataifa na jinsi inavyozidi kuenea katika nchi mbalimbali mbali, hasa Marekani. Mimi ni bahati limo, na hii ni Simulizi na Sauti.